Biwi la simanzi lilitanda katika kijiji cha Nyatieko wakati mwili wa Enock Omoi, kijana aliyepatikana ndani ya mto akiwa ameuawa kwa kosa la ng'ombe kula mahindi shambani kule Trans Nzoia kupelekwa nyumbani. Mwili wa kijana huyo uliletwa saa kumi asubuhi kabla ya kuachwa nje ya lango lao, jambo ambalo liliwaacha wengi na butwaa. Crispin Otieno ana mengi zaidi, Ijumaa e asubuhi. Tunafika katika kijiji cha Nyatieko Kitutu Chache Kusini, kaunti ya Kisii, wanakijiji wako mbioni kupumzisha kijana wao. Hii ni baada ya mwili wa Enock Omoi, kijana aliyeuawa kisha mwili wake kutupwa ndani ya mto katika kijiji cha Bidii kaunti ya Tranzoia kwa kosa la kuacha ng'ombe kula mahindi eneo hilo. Wenyeji hawakutarajia mwili wa kijana huyo saa kumi asubuhi na kuachwa mbele ya nyumba ya mamake mkongwe Watusaidie kujengea huyu mama, hata chakula hana, na ni vile hawa watu vile wameleta mwili walirusha hapa tena wakaenda. Sasa hatujui hatuna mwelekeo eh, walituambia wale walio mtupa mutoni wenye waliwaona washahidi wametoroka, so wao wakasema hawa walete mwili wazike. Hii ni kama mfano wa nyumba ya kijana huyu aliyojengewa nyumbani kwa sababu hawakuwa na uwezo wa kugharamia ujenzi wa nyumba ya marehemu. Kwa sasa wameachwa na maswali chungu nzima, wakitaka maafisa wa polisi kuingilia kati swala hili ili kujua ni nini haswa kilichotendeka na kusababisha kifo chake kinyama. Anasema mtoto alitoka hapa, mama anataka serikali, Mungu onye imsaidie, ehere Halafu hapata haki yake vile huyu mtoto alienda huko, miaka kumi na tano. Hii ndiyo nyumba tunasema ya marehemu, tungepata wafadhili, tusaidiane mama apate nyumba na huyu kijana pia, hata kama ameaga ajengewe nyumba hapa. Marehemu alizikwa na wenyeji, japo kitendawili cha kifo chake kikisalia bila kupata majibu. Crispin Otieno, Runinga ya Citizen.